Assalamu alaikum na karibu katika udukuza vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe tisa ya mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumapili, Ramadhan nane, kwa wale wanaofunga mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa moyo mkunjufu kabisa, ni kualike kunako dukuza vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania ilivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwani kukumbusha, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele ili upate taarifa zetu mbalimbali mbali, lakini pia tufuate kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok, X hapo zamani Twitter, kwa jina la Toka Zamani TV. Bila kusahau, usisahau kuacha maoni yako kwenye comment hapo chini kwa kile ambacho unakisikiliza na kukitazama kupitia hapa Toka Zamani TV.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 Agiza watanzania walinde uhuru, usalama, amani. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Ajivunia mafanikio katika utekelezaji wa malengo endelevu, apongezwa kwa kufungua fursa Afrika kimataifa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Majali wataka maarifa ya dini kulinda maadili, habari katika ukurasa wa nne. Biteko ahimiza familia zifungue fursa kwa wanawake, habari katika ukurasa wa tatu. Parokia za 17 da uanzishe jimbo la Bagamoyo, habari katika ukurasa wa 19. Sarungi kuagwa kuzikwa kesho da, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tano wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika CCM Chadema ziombe radhi Wazanzibari, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti habari leo kwa ajili ya habari Tanzania Jumapili leo. Pamoja na gazeti habari leo, ninalo gazeti mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni sauti za wanawake Rais Samia aeleza harakati za wanawake kutafuta usawa kushiriki kwenye uamuzi, aeleza umuhimu wa bima ya afya kwa wote na kinachoendelea Bawacha, UWT na ACT waweka msimamo kuhusu uchaguzi 2025. Nukuu iliyoandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti mwananchi ni ya Rais Samia Suluhu Hassan ikisema ni kazi ya wazazi serikali, viongozi wa dini, walimu na jamii kwa ujumla, tuna kazi ya kurudi nyuma kulea watoto wetu, kujenga kizazi kitakachokuwa na maadili ya Kitanzania, kita na kizazi kitakachoheshimia. Na habari kamili ni katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Biteko, wanawake wasisubiri kuletewa, wazitafute nafasi. Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Dr Doto Biteko amesema hakuna namna nchi inaweza kusukuma ajenda ya mwanamke kama hawatakuwa sehemu ya uamuzi. Kutokana na hilo, amewataka wanawake wasisubiri kuletewa nafasi, badala yake wazitafute, wazipiganie na kuzitumia kikamilifu. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa sita pamoja na ukurasa wa saba wa gazeti hili. Mchakato wa undoaji wa jimbo katoliki Bagamoyo ulivyokuwa habari katika ukurasa wa sita wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika mnyukano wa CCM Kigamboni wa fukuta makala aonya. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa ishirini wa gazeti hili. Licha ya viongozi wote wa ngazi za juu kabisa wa chama cha mapinduzi CCM kuwaonya makada kuacha kujipitisha kwenye majimbo na kufanya siasa chafu, mambo bado yameendelea na sasa hali si shwari katika jimbo. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa ishirini. Ubunge wa Mwambe moto wakili ashinda rufaa kortini. Habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Mwaka elfu mbili na kumi na tano Cecil Mwambe alichaguliwa kuwa mbunge wa Ndanda kwa tiketi ya Chadema. Alihudumu kama mbunge wa jimbo hilo kwa tiketi ya chama hicho hadi Februari 20 alipodaiwa kuwa alihama Chadema na kujiunga na CCM. Hata hivyo aliendelea. Undani wa taarifa hini katika ukurasa wa nne. Raha na karaha za wazazi kuchagulia watoto wenza, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na mbili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele mbili, jumapili ya leo. Pata nakala yako, sio meko ndani zaidi. Tulitazame sasa gazeti ni pashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele, ni siku ya wanawake, kishindo kikubwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili, viongozi wa dini, siasa watoa wa neno. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, lakini pia gazeti ni pashe limeandika mwanahabari mwingine afariki dunia ajali ya gari. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili. Majaliwa eleza umuhimu wa vijana elimu ya dini. Kona ya afya fahamu undani kuhusu ugonjwa wa silimundu. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, lakini pia gazeti ya Nipashe ya michezo limeandika Kimmich Bayern Munich kimeeleweka. Simba Yanga sinema zaendelea, habari katika ukurasa wa 24 na hivyo ndivyo ambavyo alimeandika gazeti ya Nipashe ya jamii Pata nakala yako usome kwa undani zaidi. Ninalo gazeti Mzalendo lenye habari iliyopewa kipaumbele, Jumapili leo: ni siku ya wanawake duniani. Rais Samia ajivunia mafanikio makubwa. Ni katika ngazi za uongozi ambapo idadi imeongezeka kufikia asilimia thelathini na tatu na wengi wamejiunga shule, vioni kupatikana maji kwa uhakika na kuimarisha huduma za afya, umepunguza vifo vya wanawake na watoto. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti limeandika majali waafichua manufaa ya dini kwa vijana, habari katika ukurasa wa tatu. Makala aendelea kuipopoa CHADEMA, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Gazeti limeandika joto kali chumbani ni hatari kwa figo moyo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa saba wa gazeti hili. Rais Ruto, Odinga waafikiana, sauti ya papa ibua hisia, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tano wa gazeti hili. Matunzo ya mji mkongwe ya UNESCO, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na tano lakini pia gazeti hili limeandika nguvu iongezwe kumpa fursa ya elimu mtoto wa kike, habari katika ukurasa wa tatu. Chanzo kuahirishwa kwa mchezo wa dabi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa ishirini na nne. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Mzalendo katika ukurasa wake wa mbele Jumapili ya leo. Na sasa tukiokia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, mikononi mwangu nilo gazeti Mwanaspoti lenyewa habari iliyopewa kipaumbele ni maswali saba dabi habari. Picha katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili linaonyesha mashabiki mbalimbali pamoja na mabasi eh, madogo ambayo moja limeandikwa tawi la Simba Mafinga hatukurupuki, lakini pia ya Njombe, Yanga fans. Haya ni mabasi ya mashabiki waliotoka mikoani. Lakini pia gazeti hili limeonyesha picha ya wachezaji wa Yanga wakiingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa pamoja na kikosi cha Yanga Sports Club ambacho kilitolewa kwa ajili ya mchezo wa hapo jana. Ikumbuko, Yanga walikuja uwanjani wakafanya mazoezi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili, ukurasa wa saba, ukurasa wa nane, ukurasa wa tisa. Gazeti limeandika Harmonize Abigail wetaka Grammy, habari katika ukurasa wa kumi pamoja na ukurasa wa kumi na moja. Man United Arsenal mechi ipo o habari imeandikwa kwenye ukurasa wa ishirini, Serie A leo Jumapili ni Juventus dhidi ya Atalanta mchezo utapigwa saa nne na dakika arobaini na tano usiku, Alliance Stadium. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa mbele wa gazeti Mwanaspoti Jumapili ya leo, lakini pia hadithi ya kwa mtoto wa bunduki sehemu ya 32 inaendelea kwenye ukurasa wa kumi na sita wa gazeti hili, pata nakala yako usome kwa undani zaidi magazeti habari habari za michezo na burudani. Nalo gazeti habari leo lenyewe katika ukurasa wake wa nyuma limeandika aibu tena Yanga, Simba. Mchezo wa ligi kuu Tanzania bara kati ya Yanga na Simba uliokuwa ufanyike uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam jana umehairishwa. Kuhairishwa kwa mchezo huo unatokana na klabu ya Simba kutoingiza timu uwanjani jana kwa hoja ya kuzuia kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam, kama kanuni ya 1745 ya taratibu za mchezo ilivyotaka timu mgeni kupata nafasi ya kufanya mazoezi kwenye uwanja utakotumika walau mara moja kabla ya mechi. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za nane za gazeti ya habari leo. Lakini pia gazeti ya habari leo limeandika Shilole, wanawake tutambue thamani yetu, habari katika ukurasa wa ishirini na moja na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti habari leo, kujala habari Tanzania, ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani, na gazeti hili linakamilisha dukuzi za vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania kupitia hapa toka zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.